Karibu kwenye 10 over 10 countdown ya Moli TV Online, na leo tunakuletea orodha ya wasanii kumi matajiri zaidi barani Afrika. Hawa ni mastaa wanaotengeneza mamilioni ya pesa kupitia biashara na ushawishi wao mkubwa duniani. Namba kumi ni Yemi Alade, Queen wa Afropop mwenye utajiri wa takribani dola milioni nane. Mwanamke huyu kutokea nchini Nigeria amejipatia utajiri huo kupitia muziki pamoja na matangazo ya bidhaa na ushawishi mkubwa mitandaoni. Namba 9 ni Nasty C, rapa kijana kutoka nchini Afrika Kusini, ambaye mwenye utajiri wa dola milioni 9 ambao amejipatia kupitia hip hop, ziara za kimataifa, na mikataba ya matangazo. Nakuja namba 8 anaitwa Sakodie, rapa na legend kutoka Ghana mwenye utajiri wa dola milioni 10, ambapo mapato yake yanatokana na muziki, matangazo na biashara binafsi. Namba 7 Olamide, Nigeria. Huyu bosi wa YBNL Nation, utajiri wa dola milioni 11 ndiyo anayomiliki, na amejipatia utajiri huu kupitia muziki wa hip hop na mikataba ya matangazo. Tunakuja namba 6 wa Savage kutoka Nigeria, diva wa Afrobeats mwenye utajiri wa dola milioni 12, ambao amejipatia kupitia muziki matangazo ya bidhaa na ushawishi wa kidijitali. Yeah, fupi tamo ndefu inakela wewe. Tumepiga half over 10. Hii ni half iliyobaki Bana kama hujasubscribe kwenye channel hii ya Moli Online TV basi ni kuombe bonyeze maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini video hii kisha gusa alama ya kengele twende sawa okay all of the top 5 ambao mibaki kutoka 10 over 10 over countdown ya Moli TV online ni number namba tano Black Coffee kutoka South Africa DJ na producer maarufu duniani anamiliki utajiri wa dola milioni 15 ambao amejipatia kupitia show za kimataifa na mikataba ya muziki Namba nne, nagusa roho ya Wabongo, wanamwita mega superstar Diamond Platnumz, mtoto wa Tandale, mfalme wa Bongo Flava mwenye utajiri wa dola milioni 18 ambao amejipatia kupitia muziki wa Wasafi Media, mikataba ya kutangaza bidhaa na mishe kibao tawni. Namba tatu, hii ni top 3 hawa ndiyo top 3 wasanii wakubwa ambao wameingiza pesa kupitia muziki Afrika. Namba tatu, Burna Boy, grammy winner, utajiri wa dola milioni 20 anaomiriki Mnigeria hoyo, amejipatia kupitia ziara za show duniani muziki wake, mauzo ya album na matangazo ya bidhaa tofauti tofauti ambayo anayapata. Okay, lets go Namba mbili Davido, superstar wa Afrobeat mwenye utajiri wa dola milioni 25. Mapato yake yanatokana na muziki, biashara binafsi na matangazo makubwa. Ebana, siri tu ni kupe huyu Davido ni mpwa wa tajiri namba moja Afrika anayejulikana kwa jina la Aliko Dangote. Okay, achana na Aliko Dangote. Let's go number one. What's you guess? Number one ni Let's go. Namba moja Wizkid Starboy, mwenye utajiri wa dola milioni 27 ambao utajiri huo amejipatia kupitia albamu, ziara za kimataifa na mikataba ya matangazo na makampuni makubwa. Ee bana, huyu ni Wizkid mtoto ambaye alitokea kwenye familia za kawaida kabisa, ambaye anamaanisha kwamba kila kitu ambacho unaweza ukakianza kinaweza kukufanya ukawa mkubwa. Wizkid tajiri Namba moja mwanamuziki kutokea Afrika k okay. Nambie, hawa ndio mastaa kumi matajiri zaidi Afrika kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ambao tumekuandalia sisi Mori TV Online. Wewe una listi yako kichwani, emu dondoka nayo hapo kwenye comment na nani amekuvutia zaidi. Hii ni countdown ya 10 of 10, Mori TV Online. Make sure umesubscribe umegusa alama ya kengele ili tuende sawa next show see you.